Unapojenga nyumba yako, usimamizi wa mwenendo wa ujenzi ni muhimu sana. Kwanza, unajihakikishia kuwa vifaa unavyonunua ni kweli vinatumika, hakuna upotevu, hakuna ujanja ujanja. Pili, unaona kwa macho yako kama mafundi wanafuata vipimo sahihi na ramani ya ujenzi, jambo linalokuepusha na gharama za kurekebisha baadaye. Tatu, ukiwa site mara kwa mara unaongeza motisha kwa mafundi kufanya kazi kwa uaminifu na kwa kasi. Na kubwa zaidi, unakuwa na uhakika wa ubora wa nyumba yako kuanzia hatua ya msingi, kutasawa mpaka finishing. Kama unabanwa na majukumu, tafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia kuangalia mwenendo wa ujenzi wako. Utaokoa gharama nyingi. Usiache ujenzi wa ndoto yako mikononi mwa wengine bila usimamizi. Kumbuka, nyumba bora haijengwi tu kwa simenti. Macho yako na uangalizi wako una mchango mkubwa.